Vision 2030 madini ni maisha ni na utajiri. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, naombeni mwe makini mno. Mimi kama mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na mchunga mkuu wa taifa moja, ninampongeza sana mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamua yeye na Dkt. Nchimbi ambayo ni wagombea mwenza na kamati yao kwamba tunaenda kubadilisha mfumo wakamua, kadoo, wa upigaji kura nchi nzima wa sisiemu, wakaamua kale kakundi kadogo kwa watu mia tatu mia nne waongelee pembeni, waongezee wanachama wote wengi wakapige kura. Kwa kweli haya ni maamuzi yaliyotia faraja kwa sababu kundi la watu mia nne, mheshimiwa mwenyekiti, wao wanafahamu Simanjiro. Wao ni mwana Simanjiro. Ulishashiriki kwenye kura za maoni za Simanjiro, na wala tusidanganyane, ilipo alika kundi kamjomba, kaukoo, kamchumba, kamke kadogo, kandugu kadogo, wanachaguliwa kawatu fulani fulani, ndipo vinavyoamua kwamba mbunge ni huyu sisi kakasema, hapana, hii lazima tubadilishe. Tunataka mabadiliko kwenye chama chetu na kwenye wilaya yetu. Tunawaomba ninyi ambao ndio wawakilishi kutoka tarafa hizi mbili, mkatubadilishe hayo mazingira. Baada ya kumaliza, maana ntakanikuaya mwesko kuikiti limekuwa mtu Mungu alkumini sitendagi uongo, eli maisha yangu yote tulikuwa na kamati ya siasa juzi hapa kunekale, kamati ya siasa bererani, watu wakaulizana, sijui wajumbe ea ama mabalozi si mioalawa mtu mdogo. Nikasema jamani, kwa kwani hey, uchaguzi kwa kwani uchaguzi wa ishirini ishirini na mbili wale wajumbe siwalishachaguliwa mtu mmoja kaniambia ndio.

wilaya ya Simanjiro na mkoa wetu wa Manyara, nawaba wasimamie chama chetu. Ujanja ulikuwa ni mwingi hapa, lakini kwa historia yako unioyafanya kazi mimi, naishi mara nyingi ya fanya Arusha, ninajua wewe una mudu, na ndio maana chama na kamati kuu wakisema uje Manyara tutakupa ushirikiano unaostahili. Na katibu wa wilaya, msimamie huu ujanja ujanja uishe kwa sababu kuna watu nasikia wako bize kwenye kata baka kesho, baka kata mpaka kesho mpaka leo jana kada jojenijake kata Langai, wako watu wako bize kuandika marafiki, mchumba, mke mdogo, ukoo ambao hawabadiliki. Wape mpaka kesho saa nne wafikisha haya majina ya usiri kwako, kama yapo. Baada ya kusema hayo, wanachama nawapenda, Mungu wawabariki, tukiile chama chetu makosa tuliofanya ni kwa sababu watu walaliho kwenye chama kusikubali watu walio kwenye chama, ninawapenda. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, asanteni sana.